Hei, mambo vipi? Karibu sana. Leo nataka ni kuonyeshe features mpya ambayo YouTube wameitambulisha hivi karibuni. So wewe kama content creator umekuwa ukiweka maudhui yako katika platform ya YouTube, basi tazama video hii hadi mwisho uweze kutambua hii features mpya ambayo hivi karibuni siku mbili tatu nyuma imeweza kutambulishwa. Kuna features nyingi sana ambazo ziliweza kutambulishwa mwaka huu 2025 lakini hii imekuja juzi tu na ni nzuri sana wamezidi kuboresha kufanya kitu hiki. Mwanzoni ilikuwa una uwezo wa kuweka thumbnail tatu, na thumbnail hizo zitashindana ipi ambayo itakuwa ina get attention ya wale watazamaji, na hiyo ndio ambayo itakuwa preferred kuweza kutumika. Sasa sasa hivi wameongeza, una uwezo hata wa kuweka title tatu na thumbnail tatu tofauti tofauti na kuangalia zipi ambazo zinachukua attention za watu sana, na hiyo ndio ambayo utakwenda kuitumia katika hiyo video yako. So unapo upload sasa hivi video yako katika uh, desktop studio ya YouTube. I mean bado hii features haipatikani katika simu kwa wale ambao wanatumia studio YouTube Studio katika simu bado haipatikani. Kwa hiyo kama unatumia laptop yako, utaweza kuaccess features hii, na moja kwa moja unaona hapa kuna hiki kitu kimeongezeka A/B testing. So hapo ukiklik, una uwezo wa kuweka title zaidi ya moja, ukaweka title tatu na zikawa zinashindana, zinajaribiwa ipi ambayo inafikia watu wengi zaidi na ndio ambayo inaketa attention ya watu. Lakini pia kuna thumbnail only, kama unahitaji kutesti tu thumbnail tatu tofauti tofauti, utaweka hapa. Kuna title and thumbnail, pengine upo na thumbnail tatu na upo na title tatu tofauti tofauti, unahitaji kuweza kuzifanyia testing, kwa una uwezo wa kucompare thumbnail na taito zako kwa kupitia hii feature mpya ambayo YouTube wameitambulisha hivi majuzi. Kwa mfano, mimi hapa nahitaji nipo na thumbnail tatu nipo na hii taito tatu tofauti. Nitaweka katika video yangu hii. Kwa hiyo ninachokifanya hapa, wacha ni upload thumbnail yangu ya kwanza. Nitakliki hapa, nitakuja kuchukua thumbnail yangu ya kwanza ambapo mimi ya kwanza nitaweka hapa. Lakini pia nitakuja, nitakliki hapa nitachagua thumbnail ya pili nitaweka hii hapa, na thumbnail ya tatu ta click nitaweka hii hapa. So nimeweka thumbnail tatu katika video moja, inanihitaji niweze kuweka na title tatu tofauti, kwa sababu hapa tumechagua title ni thumbnail. Kama ukichagua title only, utaweka tu title tatu only bila ya kuweka thumbnail tatu. Utaweka thumbnail yako moja hiyo hiyo inatosha kama thumbnail only, manake title ni moja tu utaweka, lakini thumbnail utaziweka tatu na zitafanyiwa testing. So title, wacha niweze kuweka title zangu hapa. Title ya kwanza ambayo nitaweka katika video hii ambayo inahusiana na kile ambacho nimekielezea na kukifundisha katika video hii nitaweka jinsi ya kuangalia RAM na storage kwenye computer ambapo kwa kutumia operating system ya Windows so hii ndio itakuwa title yangu wa kwanza na title ya pili, wacha niweze kuweka mambo mawili unayopaswa kujua kwenye PC yako ambayo ni RAM na storage. Nitaweka pia title hii lakini title ya tatu nitaweza kuweka usinunue laptop kabla hujakagua hii hujaona uh, RAM na storage yako, nitaweka hii video inahusiana na vitu hivi, kwa nimeweka title tofauti na thumbnail tatu tofauti. So baada hapo una seti hapa, seti test tayari, test is ready and will start once you save your uh, video so tayari hapa ina save thumbnail tatu na title tatu. YouTube imezidi kuboresha features mbalimbali mbali. ili basi kufanya platform yao iweze kuwa bora siku baada ya siku, na uwezo wa kuedit title hapa kama unahitaji kuedit. Kwa tayari nimeweza kuseti title tatu tofauti, lakini pia kuna thumbnail tatu tofauti nimeweza kuseti. Kuna features zina nyingine huku, mfano features zile za collaboration, una uwezo wa kucollaborate na content creator wengine. Sikuwahi kuizungumzia hii lakini nitakuja kuizungumzia wakati mwingine. Pia unaipata wakati una upload video yako, pengine unahitaji kuweza kucollaborate na content creator mwingine unaweza kuminvite hapa na ikawa inafanya uh kazi, video hiyo kama mmeshirikiana na creators wengine na inaonekana pale wakati ambapo video hiyo itakuwa uploaded huyo creator mwingine atakuwa anaonekana pia pale katika hiyo video. So kuna features nyingi tutakuwa tukiziongelea mara kwa mara katika channel yangu ya YouTube. Endelea kufuatilia, subscribe kama bado, subscribe. Leo sina la ziada, ni kitu hiki tu kidogo ambacho ni muhimu nimeona niweze kuonyesha pengine bado haujaweza kukitambua kinafanyaje kazi, lakini pia vipi kinatumika. Nadhani video hii itaweza kukusaidia. Kama una swali lolote, nambia katika sehemu ya comment. Kwa baada ya hapo, utaendelea na step nyingine za kuweza kuupload video yako, na utaweza kuupload na hizo title na thumbnail zitaweza kufanywa testing, na mwisho wa siku utaweza kuona thumbnail na title ipi ambayo ina take attention ya watu sana na imekuwa ikisaidia video yako kuweza kupata views wengi sana. Asante sana, like video hii. Cha kusisitiza endelea kunifuatilia, subscribe channel yangu. Katika social media nimekuwa nikishare maudhui mbalimbali ya namna hii, utaweza kufaidika pia ukijoin na mimi huko. Siku baada ya siku, tutakuwa tukijijenga na kuweza kujifunza vitu kama hivi ambavyo vimekuwa na msaada katika kile ambacho tunakifanya. Tukutane wakati mwingine.